Ni sehemu yetu ya tatu ya tamthilia yetu tafiti. Kumbuka katika sehemu ya pili tuliishia ya kwamba Maimuna anamwambia baba yake ya kwamba ukubwa wa pua si wingi wa makamasi. Baada ya hapo Maimuna akawa amekwenda chumbani kwake, alivyoenda chumbani kwake, baada ya kuweka vitu vyake akaamua kutaka kwenda kumwangalia mdogo wake ambaye anaitwa Fedo. Alipofika mlangoni, akawa anagonga mlango. Alivyogonga mlango, ukimya ulitawala, uliashiria kuwa hakuna mtu ndani yake. Baada ya siku tatu, Maimuna akawa anamfuatilia ndugu yake. Siku ya nne akagundua kuwa Fedo anarudi saa kumi na mbili kamili jioni na kuondoka saa kumi na mbili na dakika hamsini jioni. Fedo siku hiyo akawa anaondoka, Maimuna akawa anamfuatilia nyuma. Fedo akawa ameingia kwenye kituo cha kuuzia wanawake. Maimuna akawa anajiuliza hmm, amekuja kufanya nini huko? Fedo akawa ameingia chumbani akawa anamwambia mhudumu, "Mhudumu, naomba uniletee vinywaji na mbuzi wawili waje kuniliwaza." Mhudumu, "sawa bosi." Maimuna chozi linamtiririka mithili ya maji maporomokoni, akawa anajiuliza maswali mengi, kwa nini amejihusisha kwenye shughuli hii? Akaangalia upande mwingine akamkuta mwanafunzi wake anaitwa Zumaira, yupo katika sehemu hiyo ya kujiuza. Maimuna alikasirika sana, lakini akajipa moyo akasema, sitaki kuhukumu kwa hiki ninachokiona, ila tafiti inatakiwa ili kujua sababu ya kutokea kwa hili. Siku ya pili, shuleni Maimuna anamwita mwanafunzi wake ambaye alikuwa ni Zumaira. Zumaira alipofika, Maimuna akawa anamuuliza naomba nikuulize jambo, nasikia tetesi kuwa umekuwa kisima cha mji, unatoa huduma kwa kila mwenye kio mchawi pesa tu kwako, Zumaira. Hapana madam, wananisingizia tu Maimuna.